Asifiwe sana, namshukuru Mungu sana sana kwa ajili ya yote aliyoendelea hapa pamoja. Kwamba tuko kwenye majonzi, tunaumia mzee wetu kuondokewa naye, lakini pamoja na hayo, yeye alishaimaliza kazi yake, au mwendo wake ashaumaliza mm. Kazi mbaki kwangu mimi na wewe kwamba mimi namalizaje mwendo wangu. Kijumla tuko hapa duniani, kila mtu, chochote anachokifanya, anatafuta nitumaini ndani yake mm. Iwe anafanya kazi, iwe anafanya chochote anachofanya Umo ndani anatafuta matumaini kwamba huenda angefanya hivi angepata tumaini umo ndani. No. Au angepata faraja katika hicho anachokifanya. Au angepata walau uwafueni fulani kwenye chochote anachokifanya. Mm. Lakini mimi na wewe nahitaji kujuza kwamba je, ninachokifanya kweli chaweza kunifanya nikawa natumaini au nikapata tumaini ndani yangu? Mm. Kama hakiwezi basi nao sababu ya kutafuta kwamba hapana, kipo kitu bora zaidi au zaidi cha maana zaidi ambacho chaweza kuua tumaini ndani yangu mm, na kwenye maisha yangu kwa ujumla. No. Iwe ni kijana, iwe ni mzee, iwe ni mama, yoyote yule. Popote ulipo, kila mtu angetamani kwamba angepata heshima katika chochote anachokifanya, angepata heshima au angepata wafuni kwamba anavyoishi. Naamini kila mtu hapa alipo akubaliani na hali aliyonayo. Bwana mm. asifiwe sana. Yaani, yani, hivyo ulivyo kukubaliani kwamba ningekuwa hivyo kuna hali unatamani kuwa nazo mm. au kuna u, u, ku, kuna muonekano unatamani ungekuonekana nao au kuna namna unatamani wanadamu angekuchukulia. Mm. Lakini je, unafanya nini mpaka watu wakutazame mm. kwa sababu unaotaka? Bwana mm. asifiwe sana. Lakini yuko Mungu au kufanya no. ukawa vile ambavyo unatamani kuwa mm. kwa sababu hakuna kitu chochote cha ulimwengu huu au cha dunia ambacho unaweza kuifanya au kakipata kikawa na hali ya kufanya ukawa na tumaini ndani yako au ukawa na hali ambayo ulitamani kuwa nayo au fahari uliyotaka kuwa nayo mm. Ndio maana ukiangalia, wapo wenye fedha lakini bado hawajaridhika kwenye fedha walizonazo. Wapo wenye elimu lakini bado hawajaridhika kwenye elimu walizonazo mm. Wapo wanaomiliki wanawake wengi lakini bado hawajaridhika, bado wanaendelea kutafuta wengine mm. Wapo waliooa lakini bado hawajatulia kwenye ndoa zao. Kwa nini? Kwa sababu aliamini kwamba baada ya kuoa, baada ya kupata baada hmm. ya kusoma shule huenda akili tatulia au nah. ufahamu utatulia kwa namna moja ama nyingine, lakini pamoja na hayo bado hajaona tumaini ndani yake. Kwa nini? Ni kwa sababu kila ambacho kingeweza kutosha moyo wa mwanadamu hajakipata bado nah. kwa nini? mimi kwamba uko hapa mwanadamu yoyote kwenye hali yetu ilionayo, useme, useme una fedha, useme una mke, useme unazini sana, una wapenzi wengi, lakini bado hujalizika nah. ukitaka kujua kwamba hujalizika, ndio maana umeoa, lakini unakuta bado unatoka nje ya ndoa umeolewa lakini bado mm, natoka nje ndoa. Kwa nini? Kwa sababu kila uliotarajia kwamba utapata kitakidhi moyo wako kitakidhi kita mahitaji yako, bado kwa sababu na hujaona wokovu ndani yako. Bwana mm, asifiwe sana. Amen. Lakini ukiwa na wokovu kabisa kabisa, basi kichache kile ulicho nacho au kingi kile ulicho nacho nacho, Bwana mm, ki basi, utalizika nacho asifiwe. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura 3 na ule mstari wa 19, mm, Matendo ya Mitume nasoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura tatu na nalo mstari wa 19, nasema na, tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Elezo kwa yote, aminie katika usemi, mwenendo, matendo na katika usafi. Bwana sifa sana, lakini na, nasema nini hapa kwamba mtu yeyote kwamba ukitaka uzalauliwe au usizalauliwe ni swala ya kuchagua, ni fungu utakaochagua kwamba upite njia gani au